Kitendo cha Miquison kutoa neno hilo, nirudi au vipi, ni fedheha kwa Simba Sport Club. Ni maneno ya mchambuzi wa soka kutokea hapa Tanzania, anajulikana kwa jina la David Campista, ambaye yeye anadai kwamba baada ya Simba Sport Club kuweza kupoteza mechi dhidi ya Petro Atletico de Rwanda ya Angola, basi alikuwa mshambuliaji wa klabu ya Simba Sport Club, Luis Jose Miquison, akaweza kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, neno ambalo wengi waliweza kutafsiri sivisivyo. Aliandika neno ambalo lilikuwa linasomeka ni rudi au vipi huko ni Luis Miquison, ambapo kiungo huyo, eh, wa ushambuliaji wa zamani wa klabu ya Simba Sport Club, Luis Miquison ametupia kaneno kwenye mitandao ya kijamii wa Instagram kwa kuandika ni rudi au vipi huko. Hii ni tafsiri ya kwamba ameona ipo nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Anaona vijana wanaopewa nafasi ni kama wanazugazuga tu. Tafsiri pana ni kwamba viongozi wa Simba inabidi warudi kwenye mchoro wao uliowasaidia kuwapata akina Luis Miquison, Clatous Chama, Meddie Kagere, Bwalya na, na wengine iwapo wanahitaji kurejea kwenye ubora wao. Kitendo cha Mixon kutoa kaneno hapo ni fedheha kwa Simba. Usikute siku si nyingi, utamsikia Chris Mgalo na yeye anatamani kurudi kuisaidia klabu yake ili ipate matokeo mazuri. Hayo yote yaliweza kutokea baada ya minongono na vuguvugu ambazo hizi Jose Mixon aliweza kuzungumza baada ya Simba kupokea kipigo wakiwa nyumbani, ikiwa ni mara chache sana Simba kupokea pigo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Petro Atletico Dilanda kwa goli moja kwa sifuri, na ndipo ambapo Luis Miquison ambaye kwa sasa anachezea timu ya huko kwao Msumbiji akaweza kuandika neno hilo, nirudi au vipi huko, na kuzua gumzo mitandaoni, wengi wakidai kwamba huenda Miquison anaona kuna pengo lake pale.